Msongo wa mawazo kwenye biashara na ujasiriamali imekuwa kama jangwa na ukame. Lakini leo nitakufundisha jinsi ya kuondoa stress kwenye biashara na ujasiriamali. Kwenye safari ya biashara na ujasiriamali, stresi ni kitu cha kawaida na hutokea mara kwa mara kutokana na changamoto mbalimbali za kifedha, ushindani wa soko na pengine presha ya wateja kupungua. Ukiacha stresi ikutawale, inaweza kuharibu maamuzi yako ya kibiashara na kupunguza ubunifu. Kila mjasiriamali anapaswa kujifunza mbinu sahihi za kuondoa stresi na kudumisha utulivu wa akili itakayomsaidia kufanya maamuzi sahihi na kusimamia biashara kwa njia sahihi. Sasa zifuatazo ni mbinu za kuondoa stress kwenye biashara, nisikilize kwa umakini. Moja, panga muda wako wa kufanya kazi zako vizuri. Stress mara nyingi hutokana na mlundikano wa mambo mengi bila mpangilio wowote. Hakikisha unatumia ratiba na kuorodhesha vipaumbele vyako. Na kitu kingine jifunze kusema hapana pale inapohitajika, hasa kwenye mambo yasiyo ya msingi yenye lengo la kukupotezea muda. Ukipanga mambo yako vizuri, hutahisi kuelemewa na mzigo mkubwa wa kazi. Okay. Namba 2 fanya mazoezi na kuzingatia afya ya mwili mwili. wenye nguvu hujenga akili yenye utulivu, hilo ni kweli. Mjasiriamali mwenye tabia ya kufanya mazoezi hata kwa dakika 20 mpaka 30 kwa siku huboresha afya yake na kusaidia utulivu na uchangamfu wa akili unaosaidia kupunguza mawazo mazito. Nam kabla asijaendelea, kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, basi hii ni chaneli yako Subscribe. Sasa, ili upate maarifa ya kifedha kila tunapo upload video mpya zitakazo kufanya ujifunze masomo muhimu na kukuweka mbele kwenye biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kifedha, kwa sababu kila video ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Okay, tuendelee na namba tatu: tafuta msaada na mshauri wa kibiashara. Kuendesha biashara peke yako huongeza mzigo wa stressi. Hakikisha unakuwa na mshauri, marafiki wa kibiashara au hata mtandao ya mali huko, kutakupa nafasi ya kupata mawazo mapya na kupunguza presha. Nne, jifunze mbinu za utulivu wa akili yani mindfulness. Kutoa dakika chache kutafakari, kupumua kwa utulivu au hata kusali husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hii inakuwezesha kurudi kwenye biashara ukiwa na mtazamo mpya kabisa. Usiogope kupotea kwa muda, kuna faida yake. Namba tano, jipe muda wa kupumzika na kujitunza. Wajasiria mali wengi hujisahau kita kwenye kazi tu bila kupata muda wa kupumzika. Hivi unajua kupumzika, kutembea na kufanya kitu unachokipenda nje ya biashara husaidia kurejesha nguvu na ubunifu kwenye biashara. Basi kama ulikojui, ni muhimu sana mjasiriamali mali yoyote mwenye uwezo wa kudhibiti stress huwa na nafasi kubwa ya kufanya maamuzi bora, kukuza biashara kwa utulivu huku akiwa na afya njema. Biashara yako itakuwa kulingana na afya yako ya akili kwa sababu afya yako ni mtaji wako. Biashara yako itakuwa kulingana na afya ya akili yako, kwa sababu afya yako ni mtaji wako. Hivyo hakikisha unajifunza njia za kuondoa stress mapema, ili ufanikishe ndoto zako na kulinda biashara yako. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.